Kutokana na uhitaji wa damu kwa ajili ya kuokoa maisha ya Watanzania wanaokufa sababu ya kukosa damu, wakiwemo wanaopata ajali, kina mama wakati wa kujifungua, wagonjwa wa saratani ya damu au wagonjwa wa operesheni ya moyo, wafanyakazi wa vituo bora vya matangazo ITV, Radio One, Capital TV na Capital Radio kwa nyakati tofauti wameamua kutoa damu ili kuokoa maisha ya wagonjwa wanaohitaji damu. Mimi ni Mtanzania na ni Mtanzania ambaye na upendo, na sote tunaambiwa tuwasaidie watu damu, k toa damu, kuchangia wale watu ambao walikuwa na mahitaji ya kutoa damu, kwa sababu hili jambo huwezi jua. Leo kama utachangia damu, kesho unaweza ukakuta labda ni ndugu yako, rafiki yako, mama yako, ama mkeo, mwanao, na akawa ana uhitaji wa dam um, uh, damu ni, ni uhai. Kwa hiyo ninapohamasishwa kuchangia damu uh, maana yake nahamasishwa kuokoa maisha ya watu kwa hiyo ndio maana ni zoezi zuri. Baadhi ya wafanyakazi wanawake wamesema kutoa damu kwa ajili ya kusaidia wengine ni jambo jema na linatakiwa kuigwa, huku afisa mhamasishaji damu salama kutoka hospitali ya taifa ya Muhimbili Hamisi Kubiga akieleza upungufu wa damu ulivyo katika hospitali ya Muhimbili. E, kutoa damu ni ishara ya upendo kwamba unajali wenzako na ukiangalia kwamba wahitaji wa damu sasa wamekuwa ni wengi kutokana na ajali, mama wajawazito wanaojifungua wanahitaji damu kwa sasa, na jamii nyingi inaonekana kwamba watu wengi hawataki kutoa damu. Wengine labda ni hofu tu kwamba labda anaofia kuhusiana na magonjwa mbalimbali na, mbali mbali. Na pia kuna kitu kingine ambacho kinahusiana labda mwingine hawatu wengine hawana elimu ya kutosha kwamba utoaji wa damu mwingine ni hofu tu, inakuwa mahitaji ni makubwa na ndio maana kila siku tunajitahidi kutafuta damu ili tuweze kukidhi mahitaji ya wagon, wahitaji wa damu kwa sababu kwa siku lazima tupate uniti mia moja mpaka mia moja ishirini ili tuweze kukizi mahitaji ya wagonjwa wetu, kwa wale ambao wanaofanyiwa wanaofanyiwa operesheni na wale wanaopata magonjwa ya dharura pamoja wanaohitaji tiba damu. Mtazamaji, wagonjwa wengi hufariki dunia baada ya kukoswa damu. ITV Radio 1 Capto Radio na Capto TV tumeamua kujitokeza kutoa damu ili kuwasaidia wagonjwa mbalimbali mbali. Mimi Sammaela pia nimetoa damu. Je, wewe Mtanzania, unasubiri nini? Ni vyema ujitokeze, ili kuweza kuchangia damu na kuwasaidia wagonjwa wengine. Kutoka katika ofisi zetu za ITV Radio 1 Mikocheni jijini Dar es Salaam, Sammaela ITV.